Tumekuja kuzungumza na mkandarasi wetu, mradi sasa ukamilike tarehe kumi na tano mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Tumedhamiria kuweka huu mradi kama sehemu ya vitu vinavyoanza katika siku mia moja za mheshimiwa Rais tangu kuapishwa kwake na tulimpa mkandarasi nyongeza. Baada ya hapa sasa, tutaanza kuchukua hatua kwa mujibu wa mkataba za kumwadhibu mkandarasi kwa kuchelewesha mradi. Tumefanya naye kazi kwa ubinadamu wa kutosha na kitakachofuata sasa ni kufungua vitabu na kuadhibiana kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tutaacha timu hapa ya wataalamu wazoefu kabisa ambao hawezi kudanganya na watamsimamia ipasavyo, lakini bila ku compromise na standard viwango ambavyo tumekubaliana na ambavyo viko kwenye mkataba. Ndio sababu ya kutuleta hapa. Hivyo kuna vifaa vya substation upande huu, vifaa vya ACDC kwa ajili ya kuchaji battery vyote vimeshawekwa, kilichobaki sasa hivi ni kazi ya kufanya wiring, connect cable kutoka ndani ya majengo kupeleka nje kwenye transformer ambacho umekuja leo kukifanya. Umefanya kitu cha maana sana kwani uwepo wako hapa ni kuongeza msukumo wa kukamilika kwa mradi huu. Yale maelekezo ambayo umeyatoa pamoja na watumishi ambao wako hapa wa Tanesco pamoja na kampuni ya Sinohydro ifanye kazi na ikamilishe kwa wakati, ili sasa ndani ya siku mia moja za Mheshimiwa rais mradi huu uweze kuanza kazi kwa ajili ya kupunguza uhaba wa upatikanaji wa umeme kwa wananchi wa Tanzania. Life Prayer Center and Church iliyopo Mombasa Kenya, wanakukaribisha kwenye kongamano kubwa la kuhitimisha mwaka kwa kukaa kwa kutafuta uso wa Mungu kwa siku kumi na mbili, uponyaji, miujiza na ishara. Utakutana na mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel uso kwa uso, akupe neno la unabii wa maisha yako kuelekea elfu mbili na ishirini na sita. Umeteswa na uchawi, mizimu, madhabahu za giza? Njoo Yesu akuweke huru. Zidana! ni kuanzia tarehe tatu mpaka 14 mwezi wa 12. Muda ni kuanzia saa mbili asubuhi na kuendelea. Safiri nasi kwenda Mombasa kwa gharama nafuu kutoka Tanzania. Piga simu namba 0774781537 au 0689822510. Wote mnakaribishwa Yesure!